Habari na karibu mtazamaji wa 2Gendah TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania kubwa hii. Leo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imetoa taarifa ya uwepo wa mwenendo wa kimbunga Chenge katika Bahari ya Hindi, Kaskazini Mashariki mwa kisiwa cha Madagascar, umbali wa takriban kilomita 2400 kutoka mashariki mwa pwani ya Mtwara. Kimbunga Chenge kilianza kujitengeneza mashariki mwa bahari ya Hindi mnamo tarehe 17 Oktoba 2025 na kiliendelea kusalia katika eneo hilo huku kikiimarika. Katika uchambuzi wa mifumo ya hali ya hewa kwa sasa, inaonyesha kuwa kimbunga Chenge kinatarajiwa kuelekea magharibi zaidi mwa bahari ya Hindi ulipo ukanda wa pwani ya nchi yetu katika kipindi cha siku nne hadi tano zijazo kati kati ya tarehe ishirini na sita hadi ishirini na saba ya mwezi Oktoba 2025 huku kikipungua nguvu yake. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imesema inafuatilia mwenendo wa kimbunga Chenge na athari zake kwa mifumo ya hali ya hewa hapa nchini na itaendelea kutoa taarifa kila inapobidi. hivyo hivyo TMA imetoa ushauri kwa watumiaji wa bahari na wananchi kwa ujumla wanaya kufuatilia na kuzingatia taarifa za utabiri kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania pamoja na kupata ushauri na miongozo ya wataalam wa kisekta. Hiyo, tusisahau kusubscribe, kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali mbali.